Kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kimefanikiwa kuzima moto mkubwa uliotokea kwenye nyumba moja inayomilikiwa na Maimuna Rashid Mohamed iliyopo Mtoni wilaya ya Magharibi a e. Tukio hilo limetokea leo majira ya sa saa moja dakika kumi na tano asubuhi ambapo chanzo cha moto huo kinasadikiwa kuwa ni mafuta ya petroli yaliyohifadhiwa ndani ya nyumba hiyo na kusababisha moto uliopelekea hasara ya kuungua kwa baadhi ya vitu kadhaa vilivyokuwemo ndani ya nyumba hiyo. Akizungumza juu ya tukio hilo, mkuu wa kituo cha zimamoto na uokozi mjini SF Omar Ali Machano amesema amefika eneo la tukio baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuzima moto huo. Kweli ajali ilikuwa kubwa, kwa sababu ni ajali ambayo ilisababishwa na mama ambaye anafanya biashara ndani ya nyumba, lakini katika nyumba hiyo ilikuwa kuna nuguliko wa majuma ya mafuta. Kwa hivyo, ilipotokea mama anafanya biashara hiyo akiunaikaa kwa hivyo, lile vuke la moto ambao anaotumia kwa biashara yake imesababisha mwako wa moto ambao amaua anafuta ndania. Sheha wa shehia Mtoni Zahra Hasan Muhamed amewataka wananchi wa shehia hiyo kuto hifadhi mafuta katika maeneo wanayoishi ili kuepusha majanga moto hai, ya moto ambayo yanaweza kutokezea. Haya mambo ya petroli petroli haya yapo, yeah, kwa sababu hapa ndio ipo meli nashusha mafuta na hapa pia wanatumika wavuvi. Kwa hiyo wanaporudi huko edha, wavuvi au watu wengine huwa wanatumia haya majumba ya zoni hii kutunza mafuta, kwa sababu mafuta sio rafiki yetu Nafiki wa mafuta, bora tuweke sehemu maalum, lakini sio kuna mafuta ndani. Mafuta ni adui yetu, tuache. Shuhuda wa tukio hilo, bi Maimuna Rashid Muhammad, ambaye ni mmoja wa wanafamilia ya nyumba hiyo, anaelezea juu ya tukio hilo lilivyotokezea na hatua alizochukua. Na, tunasikia kelele nje, moto, moto, moto. Nikatoka mbio, moto moto, uko wapi? Kumbe moto huko ndani wako nyuma kuduwani. Nikatoka tu mie mbio nikaja kwa majirani, naita majirani, moto, moto, nikaja kwa majirani sasa sikujua tena kinaendelea kitu gani. Mara jamani moto mwingi kabidila pigi simu fire, kaja fire, ndo kajia fire. Watu walipoanza kuuzima lakini faya ni zaidi walotoa wa, wa msaada mkubwa zaidi kufanikiwa kuzima moto. Nikiripoti Lafati Muhammad.